Kwa uamuzi wako wa kuungana nasi katika kipindi hiki. Karibu. mimi ni dada Pamela Omodo. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza nalo na somo letu likiwa kwenye sura ya 20 na hiyo ya 21. Sura ya 20 yamalizia habari ya vita alivyopigana Daudi adui wa Israeli, waliokuwa hao Waamoni na Wafilisti. Walikuwa adui wa kudumu, yani Israeli walipigana nao tangu walipoingia katika nchi ile. Kati ya Israeli na adui hapakuwa na makubaliano yoyote. Twasoma hivi kwenye aya ya kwanza ya sura ya ishirini. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Yoabu akawaongoza mashujaa wa jeshi, akaiteka nyara nchi ya wana wa Amoni, akaja akauhusuru Raba, lakini Daudi akakaa Yerusalemu. Naye Yoabu akaupiga Raba akauangamiza. Yaonekana kana kwamba Yoabu alitangulia kushambulia watu wale, lakini haikuwa hivyo kwani hapo Daudi alipotaka kumwonyesha wema huyo kijana mfalme, kwa sababu ya babaye aliyekuwa amekufa kijana huyo alichagua kumdharau Daudi kwa kuwatendea mabalozi wake mambo ya kuwaaibisha. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye sura ya 19. Kwa hivyo tulipatalo hapa ni vita vilivyokuwa vikiendelea kati ya Israeli na wana wa Amoni. Hili ni funzo kwamba haiwezekani pawepo na majadiliano au makabiliano kati yetu na huyo adui aliye mwovu. Habari kwamba kweli na uongo zaweza kupatana siku hizi za leo ni habari zitokazo kuzimu. Habari hizo ni ujanja wa shetani na udanganyifu wake katika mioyo ya wanadamu na katika mawazo yao. Nabii Amosi kwenye kitabu chake aandika na kusema hivi kwenye sura ya tatu, aya ya tatu. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Mwenzangu Iwapo utafanya uovu na kutembea nao ni lazima iwe mmepatana. Hilo ni jambo ambalo walimwengu wataka au wafanya juhudi ya kutaka kusahau ovu. Popote msikilizaji, ni uovu na chaguo lako ndilo lilitabainisha u nani hasa katika kizazi hiki. Mara nyingi huona kwamba kuna watu wanaofikiri kuwa waweza kufanya mambo fulani, mradi isiwe ya kuwaumiza watu. Mimi ni hapa kukujulisha kwamba hata wazo lenyewe kwa mujibu wa Kristo iwapo ni ovu tayari wewe umelitenda. Wakati wa vita hivi ndipo Daudi alisalia nyumbani akamwona Bathsheba akazini naye. Hata hivyo twaona kwamba rekodi hiyo haipo hapa, maana Mungu hakuruhusu iandikwe kwenye kitabu hiki. Mungu asema kwamba atusamehe, hapo husahau dhambi zetu, na ndivyo ilivyo jinsi nilivyokufahamisha kitabu hiki ni kwa mtazamo wake Mungu, ndiposa habari za Bathsheba na Daudi hazipatikani kwenye maandiko haya. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya pili hadi aya ya nane, maandiko yamalizia sura hii ya ishirini kwa kutuambia hivi: kisha Daudi akamtwalia mfalme wao taji toka kichwani pake, akaona ya kwamba uzani wake ni talanta ya dhahabu, na kulikuwa na vito vya thamani ndani yake, akavikwa Daudi kichwani, akazitoa nyara za mji nyingi sana na hao watu waliokuwamo akawatoa akawakatakata kwa misumeno na kwa sululu za chuma na kwa mashoka. Ndivyo alivyofanya Daudi kwa miji yote ya wana wa Amoni, nao wakarudi Yerusalemu, Daudi na watu wote. Ikawa baada ya hayo kulitokea vita na Wafilisti huko Gobu, ndipo Sibekai Muhushathi alipomuua Safu, mmojawapo wa Warefai, nao wakashindwa. Kulikuwa na vita tena na Wafilisti na Elhanani mwana wa Yairi akamuua Lami nduguye Goliathi Mgiti, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Kulikuwa na vita tena huko Gathi, ambapo palikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole vya mikono na miguu ishirini na vinne, kila mguu sita na kila mkono sita, naye alizaliwa na Mrefai. Naye huyo alipowatukana Israeli, Yonathani mwana wa Shama nduguye Daudi akamuua. Hao walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gathi, nao wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mkono wa watumishi wake. Vita, ndugu msikilizaji, viliendelea kati ya Waisraeli na wale Wafilisti. Miongoni mwao walikuwepo majitu wanaotajwa hapa kuwa ni Warefai. Hao waliuliwa kwa mkono wa Daudi na watu wake. Daudi alijulikana na kupata sifa sana kama kijana baada ya kumuua huyo Goliathi Mgiti. Hata hivyo wale Wafilisti hawakuchoka kupigana na Israeli hasa katika maisha ya Daudi yote. Rafiki muumini, pia ana adui asiyeghairi tena asiyechoka. Twambiwa kwenye maandiko kwamba twapigana na ulimwengu mbaya wa kiroho. Ndiposa kwenye kitabu hicho cha Waefeso neno la twambia kuwa tuvae silaha zote za Mungu na kusimama. Unaposimamia hayo ya Mungu, fahamu kuwa tayari u katika vita, upende usipende vita vyaweza kukoma katika sehemu zote tusikiazo kwamba vita vyaendelea lakini mradi kuna uovu na dhambi duniani vita havitakoma paulo atuhimiza katika roho mtakatifu akiandika na kusema hivi kwenye sura ya sita ya kitabu cha efeso mstari wa kumi na tatu kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama mpenzi huo ndio ujumbe wa sura ya 20 kwetu pamoja na hili, ningelipenda kukwambia kwamba kile tukionacho hapa ni ya kuwa Daudi alipomuua yule Goliathi. Goliathi alikuwa na wengine waliofanana naye, lakini wote walianguka kwa mkono wa Daudi na watu wake. Hili ni jambo linalokufahamisha kwamba huyo aliye mzao wa Daudi, yani Yesu Kristo, kwa kuwa alimshinda shetani pale msalabani, haijalishi wingi wa pepo au wingi wa mashetani yatakayo kukabili lile unalofaa kufahamu ni kwamba kwa kuwa Bwana Yesu Kristo ameushinda ulimwengu, wewe pia umekuwa mshindi, kama vile Paulo anavyotwambia kwamba sisi tu zaidi ya washindi katika huyo aliyetupenda, yaani Yesu Kristo. Ushindi, msikilizaji wangu, hautaupata katika maisha yako kwa kufanya mawili au matatu, bali kufanya jambo moja tu, nalo ni kujitolea kwake Bwana, kukaa katika neno lake, kutenda neno lake, maana hapo ndipo wahakikishiwa ushindi. Na hilo ndilo Mungu alimwagiza Yoshua kwalo, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, tunaposoma mstari wa tano hadi mstari wa tisa. Neno la Mungu latwambia hivi: hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zako zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Najua kwamba haya ambayo Mungu alimnenea Yoshua ni mambo ambayo ungelipenda kuyasikia wewe mwenyewe kuyahusu maisha yako, nami nakujulisha katika jina la Bwana Yesu Kristo kwamba tayari Mungu amekwisha kuyazungumza hayo kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari ule wa 18 hadi 20, unaosema hivi: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia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 Mungu pamoja nasi. Iwapo twahitaji kuona ushindi maishani mwetu, iwapo twahitaji kutembea, ni lazima tutembee kama vile Yoshua alivyoamuriwa na kama vile mitume walivyoamuriwa. Yoshua na mitume waliamuriwa kushika amri zake Mungu, na amri ya Mungu ni kumjua huyo Yesu Kristo mwana wake, na kutembea katika neno alilotunenea. Hivyo ndugu yangu, ushindi unao iwapo utatembea kama vile Mungu anavyokuagiza. Sasa tunapogeukia sura ya 21 twapata dhambi ya Daudi alipotaka kujua idadi ya Waisraeli. Iwapo kuna dhambi mbaya aliyotenda Daudi, ni hii hapa, wala haiwezi kulinganishwa na alilotenda na Bathsheba. Huenda wasema, mchungaji, dhambi gani aliyotenda Daudi? Kwa hili nami na kutaka ufikirie hili, ya kuwa katika maandiko haya ambayo ni mtazamo wa Mungu, Mungu haneni lolote kuhusu habari ya Daudi na Bathsheba, bali ataja habari yake kuwahesabu watu wale. Hii ni kwa kuwa jambo hilo lilikuwa jambo la kiroho. Habari ya Daudi na Bathsheba, tayari Daudi alikuwa amemwomba Mungu msamaha, naye Mungu akamsamehe na kuondoa dhambi yake. Soma maandiko nawe utafahamu hayo, kama vile ilivyo kwenye Zaburi ya 32 na hiyo Zaburi ya 51. Lakini alilotenda Daudi kwa kuhesabu watu ilihusu uhusiano wake na na na watu wale na kati ya taifa hilo na Mungu. Aya ya kwanza, msikilizaji, yasema hivi: tena Shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuwa hesabu Israeli. Hapa ndugu yangu, twampata mhalifu aliyemwelekeza Daudi kufanya jambo hilo, jina lake ni Shetani. Kwa hili elewa hivi ya kuwa dhambi ya Daudi na Bathsheba ilikuwa ya binafsi, yani iliyowahusu wale wawili Ndiposa Daudi aliye na kusema hivi kwenye aya ya kwanza ya Zaburi ya 51: Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Ungamo hilo lilitokana na uzinzi wake na Bathsheba, ila sasa tuambiwa kwamba shetani alisimama juu ya Israeli. Hebu tazama aya ya pili inayosema hivi, basi Daudi akamwambia Yoabu na wakuu wa watu, nendeni kawahesabu Israeli toka Biashiba mpaka Dani, mkanipashe habari nipate kujua jumla yao. Nami niwakumbuka kwamba Musa aliwahesabu watu mara mbili. Kwenye kitabu cha Hesabu kuna habari za Musa kuhesabu watu walipoanza safari yao jangwani na mwisho wa safari yao kule jangwani. Hapakuwa na kosa lolote kwa alilotenda Musa wala haikuwa dhambi, ila alilotenda Daudi ilikuwa dhambi kuu sana. Je, dhambi ya Daudi ilikuwa nini? Kabla ya kujibu swali hilo, hebu tuone yaliyoko kwenye aya ya tatu, nawe sikiliza kwa umakini. Naye Yowabu akasema, Bwana na awaongeze watu wake mara mia hesabu yao ilivyo, lakini bwana wangu mfalme, si wote watumishi wa bwana wangu? Mbona basi bwana wangu analitaka neno hili? Mbona awe sababu ya hatia kwa Israeli? Katika hili tulisomalo hapa, ndugu yangu, twampata mtu wa kwanza kupinga habari za kompyuta kwa hili nina maana kwamba Daudi alitaka hesabu nayo, na hiyo ndiyo dhambi yake. Yoabu alijaribu kumshawishi asifanye hivyo. Ingawaje kuna uwezekano wa kiburi kuwepo katika tendo hili, hiyo haiwezi kuelezea kila lililoendelea katika moyo wa Daudi hata akashawishiwa kutenda jambo hilo na Shetani. Nabii Yeremia kwenye sura ya 9 mstari wa 23 na huo wa 29, Bwana asema hivi Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Mungu hakufurahia alilotenda Daudi Kwani Daudi hakuwa akijifurahisha katika Bwana, alikuwa akifurahia uweza wake. Lililomsawishi awahesabu watu ni dhambi ya kutokuamini hasa, hakuwa akimtumaini Mungu bali hesabu ya watu. Yoabu alijaribu kumwambia mfalme asitende jambo hilo, lakini hakuweza, sawa na tulisomalo kwenye aya ya nne hadi sita zinazosema hivi: lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu, kwa hiyo Yoabu akaenda zake akapita kati ya Israeli wote akafika Yerusalemu. Naye Yoabu akamtolea Daudi jumla ya hesabu ya watu, na hao wote Waisraeli walikuwa watu elfu mara elfu na mia elfu wenye kufuta panga, na Wayuda watu mia nne elfu na sabini elfu wenye kufuta panga, lakini Lawi na Benyamini hakuwa hesabu miongoni mwao kwa sababu neno la mfalme limemchukiza Yoabu. Baada ya Daudi kufanya hesabu hizo alipata kwamba katika Israeli alikuwa na watu wanaume milioni moja na laki moja na hao Wayuda walikuwa nusu milioni. Musa alipohesabu watu wale walikuwa wanaume laki sita na elfu tatu Daudi alikuwa na milioni zaidi ya Musa. Daudi mfalme ni tofauti kabisa na yule kijana mchungaji aliyewaokoa Israeli kutoka kwa mikono wa ya Wafilisti na dhihaka ya Goliathi. Yote hayo alifanya kwa kuwa alimtumaini na kumtegemea Mungu. Nguvu zake hazikuwa katika hekima yake bali katika Mungu. Ila mwenzangu, utakubaliana nami katika hili ya kuwa unapokuwa na watu milioni moja huwezi kuona hitaji au hoja ya kuendelea kumtumai Mungu. Lakini ikiwa mkononi mwako unayo kombeo tu na mawe matano, wafahamu kuwa wamuhitaji Mungu. Nasikitika kwamba taifa nyingi zategemea idadi ya watu walio nao. Hilo ndilo lilitendeka kwa habari ya Misri, Babeli, Uyunani, Warumi na kadhalika. Kwa sasa watawala na wafalme wa tawala hizo pamoja na falme zenyewe hawapo tena. Kwa nini? Sababu ni moja, nayo na ni kwamba walitegemea jeshi lao. Nielewe msikilizaji, ya kwamba sina maana kuwa taifa halifai kuwa na jeshi la kujilinda katika ulimwengu huu wenye uovu. Huo ni upuzi na upumbavu iwapo mtu yoweza kufikiri kwa jinsi hiyo. Twahitaji kuwa na jeshi, lakini ujasiri na tegemeo letu halifai kuwa hapo, bali katika Mungu apendezwaye na haki na hukumu ulimwenguni. Yoabu alijaribu sana kumkataza Daudi asifanye jambo hili, lakini haikuwezekana. Moyo wake ulikazia kufanya jambo hili, naye akalitenda. Elewa kwamba haijalishi wajiona kuwa mwenye nguvu kiasi kipi, wewe wamhitaji Bwana maishani mwako. Usimtumainie mwingine au kitu chochote duniani. Maana hiyo ndiyo ilikuwa dhambi ya Daudi, yani kutomwamini Mungu. Twahitaji pia kujua hili kama watoto wa Mungu, kwamba kutokuamini ndiyo dhambi kuu aichukiayo Mungu. Yawezekana kumnyoshea kidole muumini aliyetenda jambo lisilokubalika, lakini iwapo una roho ya kutokuamini, wewe u katika hali mbaya sana kuliko ndugu yako. Daima shetani ndiye humfanya mwanadamu asimwamini Mungu, sawa na alivyomfanyia Adamu na Hawa kwenye bustani ya Adeni. Anachotaka sana kuona maishani mwetu, huyo adui yetu, ni kwamba hatumwamini Mungu bali mali yetu, jeshi, akili zetu, hekima yetu na mengineyo mengi. Mungu atusaidie kutambua hila zake na tumpinge katika jina la Yesu Kristo. Daudi alijifunza somo lake kama asemavyo kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 8 na 9, zisemazo hivi ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Na Zaburi hiyo ya 71 mstari wa kwanza, asema hivi nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Tunalohitaji kufanya ni kujiuliza iwapo twamtumaini Bwana au hatumtumaini. Je, wewe wamtumaini na kumwamini Mungu? Maana pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Hiyo ni kama vile neno la Mungu latwambia kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 11 mstari wa sita. Kutokuamini huleta hasara katika maisha ya awa yeyote. Kutokuamini liliwafanya wana wa Israeli wasiingie katika raha yake Mungu na wasimwamini Kristo. Soma hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 16, aya ya 9 na Warumi sura ya 14, mstari wa 23. Na kwa hili ningelipenda kukujulisha kwamba watu wengi hawataenda jehanamu kwa sababu wao ni watenda dhambi, bali kwa kuwa walikosa kumwamini Mungu kwa habari ya Yesu Kristo mwana wake. Hiyo nakuambia, kwa kuwa sote tu watenda dhambi, tumezaliwa katika dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini twafanyika haki bure kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Ndugu yangu, kutokuamini ndilo jambo litakalomfanya mtu awaye yote kutoingia katika raha yake Mwenyezi Mungu milele na milele. Kwa hivyo utachagua iwapo utaendelea kuamini yale ambayo wayaamini, au utamwamini Mungu wa kweli na huyo Yesu Kristo mwana wake ambaye kumwamini ni uzima wa milele. Mungu akusaidie katika hayo, ili ufanye uamuzi wa busara ambao hasa ni kumwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwenye aya ya saba na nane, haya ndiyo twayapata: neno hilo likawa baya machoni pa Mungu, kwa hiyo akawapiga Israeli, naye Daudi akamwambia Mungu, nimekosa sana kwa kuwa nimelifanya jambo hili, lakini sasa uondolee mbali na kusihi uovu wa mtumwa wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Hapa twamwona Daudi jinsi alivyokuwa mwanadamu aliyetenda dhambi na kufanya makosa hapa na pale. Hata hivyo ni lazima Mungu amhukumu kwa alilotenda. Hiyo ni kama vile twasoma kwenye aya ya kumi na tatu na hiyo ya kumi na nne ambapo neno latwambia hivi, naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana, basi sasa nanianguke katika mkono wa Bwana kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana. Hata hivyo ni lazima Mungu amuhukumu kwa hilo alilotenda. Hayo ndiyo yapo kwenye aya ya tisa hadi kumi na nne. Hebu sikiliza. Naye Bwana akanena na Gadi mwonaji wake Daudi akisema, nenda ukanene na Daudi ukisema, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu katika haya ujichagulie moja nikutendei hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka mitatu ya njaa, au miezi mitatu ya kuangamia mbele ya adui zako, ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku tatu upanga wa Bwana, yani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Haya basi, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana, basi sasa na nianguke katika mkono wa Bwana kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni, nao wakaanguka Waisraeli watu sabini elfu. Bila shaka Daudi alimfahamu Mungu wake. Sasa ni mzee, naye alikumbuka wakati ambapo Mungu alimwokoa, maana alimtumainia alipokuwa akipambana na yule Goliathi. Alipotambua kosa lake, alichagua kuanguka mikononi mwake Mungu. Habari hii ya Daudi ni ya kila mmoja wetu. Twamwamini Mungu kwa uokovu, kisha twakosa kutembea kwa imani na tumaini kwamba atashughulikia shida nyinginezo maishani mwetu. Daudi aliangalia na kuona adui zake na jinsi walivyokuwa wengi kwa hesabu, hakujua iwapo jeshi lake lingeweza kupigana dhidi ya wale adui. Ni katika muda huo ndipo alikosa kumtumaini Mungu, naye akaamuru watu wahesabiwe. Je, ni mara ngapi tumetumainia hesabu na si Mungu? Daudi alifahamu kosa lake, naye akamwambia Gadi kwamba afadhali aanguke mikononi mwake Mungu na si ya wanadamu. Mungu ni warehema, kwani ndivyo alimtendea Daudi. Soma Zaburi ya mia na tatu, mstari wa kumi na huo wa kumi na moja uone jinsi Mungu alivyomrehemu mtumishi wake. Mungu aonyesha rehema zake kwa kila mmoja wetu kwa uokovu aliotutendea. Hiyo ni kwa msingi wa Yesu Kristo. Yohana aandika na kusema hivi kwa habari ya Kristo na alilotutendea. Hii ni kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili aya ya pili isemayo hivi: naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa kuwa Kristo ni kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, ni kwake ndipo twapata rehema kutoka kwa Mungu. Ikiwa hujamwamini, ikiwa umetenda dhambi, waweza kuungama dhambi zako na makosa yako na kumwomba Mungu akusamehe nawe utasamehewa kwa ajili ya Kristo Yesu. Mungu ni mwingi wa fadhili, tena si haraka wa kukasirika. Sababu ya yeye kuto hukumu ulimwengu ni kwa kuwa fadhili zake ni za milele, na tena ni mvumilivu. Zaburi ya 136 aya ya kwanza yanena habari ya fadhili zake za milele fadhili hizo ndizo zimekuhifadhi kufikia sasa, ingawaje hujamwamini. Je, utafanya nini kuhusu yote aliyokutendea Mungu? Utafanya nini kwa habari ya uvumilivu na saburi yake kwako? Utamwamini na kupokea neema yake kwa kumwamini Kristo? Tafakari hayo, ndugu yangu. Mimi ninapoomba pamoja nawe, Mungu uliye mtakatifu, Mungu unayetujali, wewe tu ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine kama wewe. Leo hii tumejifunza kutoka kwenye neno lako jinsi ulivyo Mungu unayewajali watu wako, hasa kila mmoja anayekukimbilia Bwana. Tazama, ndugu yangu msikilizaji amelisikiliza neno hili, naye amefahamu mambo mengi, nami na naomba ya kwamba utamwongoza katika mapito, kusudi atembee kulingana na mapenzi yako. Naomba kwamba hakuna lolote litakalomzuia asienende katika imani, hasa imani kwako na huyo Yesu Kristo aliye Bwana wetu wetu na Mwokozi wetu. Najua kwamba katika yote utamsaidia kwa kuwa umempenda, ndiposa umemruhusu ayasikie haya yote. Asante kwa ajili ya ushindi utakaompa na mengine mengi utakayomjalia kwa kuwa wampenda. Haya yote nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, katika hayo yote ambayo tumejifunza ni lazima iwe umepokea jambo fulani kutoka kwake Mungu. Kwa hivyo hilo ulilolipokea litafakari na kulitekeleza maishani mwako ili Mungu akutendee mema kama vile alivyowatendea wote waliompendeza wa na hadi twakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na Neno Litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo.